Allahu akbar, Allah. Ilikuwa ni sauti ya kijana mcha Mungu aitwaye Juma aliyesimama msikitini akiwa na moyo uliojaa maumivu na dua zisizojibiwa. Kila neno la azana lilimkumbusha ahadi ya Allah arrahman kuwa subira ni sehemu ya imani na rehema huja kwa wavumilivu. Akainua mikono akasema, hiya Allah niongoze niepushe na kukata tamaa. Simama nasi ujifunze nguvu ya subira katika simulizi hii yenye mafunzo makuu. Mwanzo Juma alikuwa mkulima wa chai katika kijiji cha Kenya. Alipenda sana kupiga sala katika msikiti, lakini chai yake haikuota vizuri. Alijisikia huzuni, alijiuliza, je, Ala ameniacha? Kila siku Juma alikusanya majani ya chai kwa mikono yake, alitafuta mbinu mpya za kulima, lakini majani hayakuwa mazuri. Alijaribu yote, lakini matokeo yalikuwa sawa. Hii ilimfanya ajisikie kama ameshindwa. Otieno jirani yake alitazama kwa mshangao. Kwa nini unasita? Mbona huacha sasa? Alisema kwa kicheko kidogo. Juma alihisi aibu, lakini hakusema chochote. Lakini maneno ya Otieno yalimfanya ajisikie wasiwasi zaidi. Siku moja habari ilifika kijijini. Mzee mmoja, mzee mzee Said, aliishi msituni na alikuwa mkulima wa chai kama Juma. Alijulikana kwa hekima yake na saburi. Watu walimweleza Juma, hii mzee Said anajua mambo ya chai na maisha, anaweza kukusaidia. Juma alikusanya ujasiri wake na akaenda kumtembelea mzee Said. Alipofika, mzee Said alimtazama kwa uso uliojaa utulivu. Karibu mwana, mzee Said alisema kwa sauti ya upendo, nimeona unapitia changamoto. Juma alifurahi kuona mtu anayemwelewa. Mzee, mimi napiga sala kila siku, lakini chai yangu haiko vizuri Je, Allah ameniacha? Juma alieleza huzuni yake. Mzee Said alitabasamu. Juma, subira ni nguvu kubwa, alisema. subira sio kutegemea tu matokeo, ni kufanya kazi kwa moyo na kuamini Allah. Mzee Said akamwonyesha Juma namna ya kulima majani kwa uangalifu zaidi. Alionyesha jinsi ya kumwagilia maji, kupanda vuli vuli na kuchagua majani mazuri, lakini pia alisimulia hadithi za manabii waliokuwa na subira. Fikiria Nabii Ayubu, mzee Said alisema, alipitia majaribu makubwa, lakini hakuacha kumtumaini Allah. Hatimaye alipata thawabu. Juma alisikiliza kwa makini. Maneno ya Mzee Said yalimfanya afikirie. Alianza kuelewa kwamba subira siyo tu kusubiri, bali ni kufanya kazi kwa moyo na kutegemea Allah. Siku na siku, Juma alitumia mbinu alizojifunza kutoka kwa mzee Said. Alipanda majani mapya, akaangalia majani yaliyokuwa na afya Alipiga sala kwa moyo safi akiwa na matumaini mapya. Matokeo yalionekana pole pole, majani ya chai yalianza kuwa mazuri, mavuno yaliboreka taratibu. Juma alifurahi sana, alijua kuwa juhudi zake na imani yake ziliunganishwa. Otieno alitazama kutoka mbali. Sasa naona, alisema, subira ni nguvu kweli. Juma alitabasamu na kuonyesha shukrani kwa mzee Said. Kijiji kizima kilijifunza kutoka kwa Juma. Watu waliona kuwa subira haimaanishi kutegemea matokeo tu, inamaanisha kufanya kazi kwa moyo, kuomba kwa unyenyekevu na kutegemea Allah. Mpenzi mtazamaji, maisha yana changamoto nyingi. Mara nyingi tunapiga juhudi, lakini matokeo hayajaonekana mara moja. Hii inaweza kutufanya tuwe na hasira, huzuni au kuacha kabisa. Lakini nguvu ya subira inatufundisha kitu muhimu: subira sio kusubiri tu bila kufanya chochote. Ni kufanya kazi kwa moyo, kufanya kila siku jitihada kidogo na kuamini kwamba matokeo yatakuja kwa wakati wake. Ni kuelewa kwamba kila changamoto ni sehemu ya kujifunza. Kila tatizo ni nafasi ya ukuaji. Tukijifunza subira tunapata amani ndani ya moyo wetu. Tunapojitahidi na kuomba kwa unyenyekevu, tunajua kuwa juhudi zetu hazitakuwa bure. Hii inatufundisha kuwa hakuna kitu kilichopitwa na juhudi na imani. Subira pia inatufundisha kuwa hatupaswi kulinganisha maisha yetu na ya wengine. Kila mtu ana safari yake. Tunapaswa kuzingatia hatua zetu na kuendelea mbele kwa imani na uthabiti. Kwa hivyo, tunapokutana na changamoto, tukumbuke kuwa subira ni nguvu ya kweli. Ni nguvu inayotufanya tuwe imara, yenye hekima na yenye matumaini. Ni njia ya kuona matokeo ya sala zetu, kazi zetu na juhudi zetu zikitimiza matokeo mazuri. Subira inatufundisha kuishi kwa moyo safi, kuamini na kushirikiana na dunia kwa hekima. Kwa njia hii tunaweza kukua, sio tu kifedha, bali pia kiroho na kimaisha. Mpenzi mtazamaji, asante kwa kutazama video hii na imani umejifunza vingi. Tafadhali subscribe na uache komenti yako. Asante na karibu kwa simulizi zenye mafunzo zaidi.